Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, watazamaji wa youtube channel yako pendwa kabisa ya Haswa TV, tunaendelea kukuletea habari mbali mbalimbali. Leo iftari ya pamoja, tupo kata ya Baleni. Mambo kama hayo mnavyoyaona, mambo bwana, bwana, mihogo kwa tasi, unaona, tambi zimenyoka, harage wangapi wangapi, ishe watakuwa wangapi wangapi? saba saba saba saba Nimefunga, lakini jamani, msione hivi, mdomo tu. Harage limekolea nazi, harage la combat. Combat. Combat. Combat. Eh, combat. Kajongo ftarili unavyoliona, uh, wananchi, uh, shehe kule kasema mlinzi hmm. Saba hey. Saba saba saba tu watamaliza kweli ftarili. Ukiangalia hizi futari kwa watu saba wawezi wakamaliza, kwa sababu unaona kama lile pale pana muhogo na, na, na, na, na, na tambi, lakini hapa kwenye maharage zinakuja vikalimati zaidi ya arobaini au hamsini ko kwa watu sita, hizi hawezi wakamaliza. Tunaamini zitakuwa hizi sahani hizi, inawezekana wataangalia nini cha kufanya, lakini mzigo ni mkubwa kweli kweli. Tunamshukuru Mheshimiwa mbunge kwa kazi kubwa aliyoifanya. Ee, Wata, hapa mimi sijaelewa mm. Kwa hiyo kwenye sahani ile ya kibalaza cha, cha sahani moja inakuwa kibalaza, yani watu kibalaza cha sahani mbili ee, hey, pale panakuwa pana sahani mbili kwa nne mm -hmm. kunakuwa na sahani mbili kwa nne kwa sababu kunakuwa kuna tambi mm -hmm. kuna mihogo kuna maharage na kuna vikarimati ee, kwa hiyo lengo, nia na mazumuni, mzigo huo kama unauona ule kule na huo, hata tutajaza vikarimati zaidi ya hamsini tunahitaji tulishe watu saba mpaka wanane mm. Ili mladi watu waache hapa hapa chakula, sime bwana, sisi hapa panatosha eh, kilichobakia watu wabebe hii eh. Lakini ni mwanzo mm. Eh, yenyewe inakuja mwakani, Mungu akipenda eh, tunaendelea kwa upakuaji eh, upakuaji mashaallah. Lakini mnaona majiko yaliyopikiwa eh, hayo ndo majiko ya kisasa. Sasa mambo kwa ushahidi, msiseme tu, tumesema vikalimati hamsini hamsini, mkasema vikalimati havipo. Vikalimati hivyo, assalamu alaikum, mko mkusanyaji vikalimati, hongeleni kwa kupika vikalimati, vinaonyesha mimi nimefunga, lakini vikalimati bwana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, twenzetu kologa gajungu. Sasa sa? <laughs> Tunaenda tu kwengine. <laughs> na huu um, mgauni wangu unaolamba una mchanga nsije nikaungua. <laughs> Majiko yanaungua eh? Hayaungui kweli, ndio mikogo yake. <laughs> Eje, mikogo gani? Asalamu alaikum wa wabarakatu. <tipo> naona no. Sasa huu moto ukizidi, ukisema unani, jiko lianguke chini, mhogo haumwagiki, msituti asala Bwanawe, do do. Sasa hapa palikuwa pachomwe samaki hapa, do, samaki wote mwatia kwenye miogo halagi. Mhm, babu mpakuaji na kuona.

hizi hapa, mia mia. Nakaa huku wenyewe, mnatafuta soko huku, kuna kila kitu. Ona nazi hizo. Wewe <tipos> umeshiriki mashindano? Umeshiriki mashindano? Eje, mvivu kusoma wewe. Upo sura gani? hmm. sura gani? Walili mutafifina, mwakani utashiriki inshallah. Hifadhi mambo hayo, moto moto unatoka. Mpakwaje ana kikombe kipya. Eh. Mpakuwaja na kikombe cha Yanga pakuwa tuee majungu haya lambwi. Makobe makobe wako wapi? Waje wajakulamba majungu wanenu. Makobe wako waje, wajakulamba majungu wapakuzi, wapakuzi, saa hizo tuweza kufuturu leo. Jamani, tufanyeni ibada. Mnauona moto huu? Asa, huu moto huu sio moto, tujifunze hapa. Hu, huu moto tunaambua ndo jivu hapa, tume, tupate hapa jamani tu, tupate somo. Tumeambiwa huu ni mfano wa, wa nini wa jivu, lakini moto huu jamani, tufanyeni ibada huu mwezi mtukufu wa Ramadhani tuongezeni. Ibada tutubu, tumombe Mungu heri. Moto jamani huu hatuwezi tukiteketezwa nao jamani. Mwenyezi Mungu tujalie salama. <coughs> <coughs> Haragi kombat yingine mbona hazina miogo? Jungu lipo kule halijapakuliwa Muogo mmechimba api? Mbona mebwa duka muogo umebabwa duka. Mnaupata eh? Shingapi unauza hmm? kiloba kidogo elfu ishirini na tano ndio unataka, lakini so kiloba kizima, kiloba cha nini, nimechota, nataka kidogo tu, siku yoyote ilo Ayo watazamaji wa YouTube channel yetu pendwa ya Haswa TV, kwa jikoni tunaishia hapa leo, tunaenda zetu kuendelea na mashindano ya Qurani. Sasa hivi wanafunzi wako juzu ya saba, tunaenda kumalizia mashindano yetu ya Qurani. Tutakuletea taarifa mbali mbali ambazo tumezipata leo, kata ya Baleni. Kwa wale wakazi wa Mafia, wale waliopo nje ya Mafia, Baleni walikuwa hawapajui. Imani leo watapajua kidogo. Kwaherini, tukutane kesho, Mungu akipenda, kata ya Kanga, kijiji cha Bweni.